Shalom, shalom, watu wa Mungu. E, kwa siku ya leo natamani kuonyesha utofauti wa watu ndani ya kanisa. Ni kusema ingawa tunaweza kuwa kanisa moja mekuna mara hatuna imani moja, hatuna ambisho moja, hatuamini kwa namna moja. Kuna waamini wa Mungu ndani ya kanisa, kuna waamini wa kanisa, kuna waamini wa watu ndani ya kanisa na kuna waamini wa dunia ndani ya kanisa. Nani mwamini wa Mungu ndani ya kanisa? Kwanza ni mtu anayeogopa mambo ifuatayo: moja, anaogopa mambo ya asili, yaani ni mtu mwenye baada ya kuingia ndani ya kanisa hategemee tena asili yake. Pili, ni mtu mwenye atamani kubaki muinyoranse, yaani ni mtu mwenye kutamani kujua sana siri ya Mungu. Tatu, ni mtu ambaye hatamani tena kufanya kosa. Ine, ni mtu ambaye hatamani kufanya zambi ni mtu ambaye hatamani kufanya uovu, ni mtu ambaye hatamani kufanya uchafu. Ni kusema mtu mwenye kutafuta Mungu mukanisa ni mutu mwenye kutamani kuishi vile gisi neno la Mungu liko linaagiza. Ukiona mutu anajiita muamini wa Mungu naye hatimize sheria ya Mungu, tambua kusema yeye mwenyewe ni mdanganyifu na aliyemfanya ni mdanganyifu, bote bawili ni kizazi kia nyoka. Mtu wa kanisa ni nani? Mtu wa kanisa ni mtu anayetetea jina la kanisa. Ni afadhali ata Biblia yake ipotee, ni afadhali aende mukanisa bila Biblia yake, ni afadhali azaraulike ye peke ni afadhali parole ya Mungu izaraulike, mejina ya kanisa yake isisemewe vibaya. Utakuta ni mutu mwenye iko anafuata kanisa juu ya historia ya kanisa, anafuata kanisa juu ya historia ya kanisa, ingawa kanisa ilishaanza kufanya maovu meye anakuambia nitalinda tu imani yangu kukanisa ya baba na mama au kukanisa yangu ya zamani, uli ni mutu mwenye iko anaamini njo kanisa meaamini Mungu, na utakuta anaogopa sana sheria ya kanisa kuzidia sheria ya Mungu. Muamini wa mutu ndani ya kanisa ni yule anayefuata Mungu juu ya mtu fulani kusema mutu mwenye kwenda mkanisa juu ya mutu mwingine, mume wake, mke wake, batoto au baba au mama, ingawa maherere zote zenye kanisa iko inafanya, yanakwambia, mi ntabakia pale pale juu babangu mamangu bote balikuwa mwi kanisa na bikumui kanisa. Ule haamini Mungu anaamini njo batu ndani ya kanisa ni mutu mwenye iko anafanya publicite ya batu sana ya kanisa zaidi ya parole ya Mungu na mambo mengine ambayo inamuhusu Mungu direkte. Mwamini wa ine ni mwamini wa dunia ndani ya kanisa ni nani? Ni yule anayefuata kanisa juu ya mapenzi fiance, akimwacha kanisa inaishia pale. Tena, ni yule mwenye kufuata kanisa juu ya kazi, labda kanisa ilimpatia kazi. Tena ni yule anayefuata kanisa juu ya pesa, juu kanisa kunampatia kitu kidogo, anabakia moli. Tena ni yule mwenye kufuata kanisa juu ya miziki, juu muko miziki ya bien, batu wanaimba bien, anabakia moli. Tena ni mutu mwenye kunafuata kanisa juu ya mapambo, ule ni mutu mwamini wa dunia ndani ya kanisa. Sasa kitu ambacho nitapenda kuzungumza nawe niki, mwamini wa Mungu anapashwa kuchunga mshahara kwa Mungu. Mwamini wa kanisa, tafuta mshahara mkanisa. Mwamini wa mutu, usitegemee mshahara kwa Mungu, tafuta kwa ule mutu mwenye unategemea. Na mwamini wa dunia hawezi kufaulu mbele ya Mungu. Jamaa, tafuta dunia, itakusaidia mekitu ambacho tunahitajika kufanya ni kuwa waamini wa Mungu, tusijali kanisa, tusijali mtu au vitu ndani ya kanisa. Ile ni shauri ambayo ninapenda kushauri kwa siku ya leo.